Msitu wa walioangamia. Msitu wa kale wa Enaria ulizungukwa na simulizi za hofu, mahali ambapo wale waliopotea kwenye vita vya enzi za zamani walihifadhiwa katika hali ya roho na kivuli. Zuri na Elian waliingia taratibu, wakafuata njia ya zamani iliyokuwa imefunikwa na mizabibu ya miaka mingi na miti yenye majani kama mikono ya wachawi. Unahisi kama msitu huu unatuangalia. Elian aliuliza kwa sauti ya chini. Zuri alikiri. Kama vile kuna roho zinazojua kuwa tumekuja. E, wakiwa ndani zaidi, walikuta jiwe kubwa lenye maandishi ya Enaria likiandika, aliye na damu ya kifalme atafungua lango la mwangaza, asiye na haki atabeba giza milele. Zuri alipogusa jiwe hilo, ardhi ikatikisika kidogo na mlango wa chini ukafunguka, ukitoa mwanga wa buluu unaong'aa kwa utulivu. Waliingia ndani ya handaki lililojaa vioo vya kale, kila kimoja kikionyesha sura ya mtu aliyeishi zamani Zuri aliona sura ya mama yake e, Malkia Elira akiwa amevaa taji la miale ya jua. Mama, Zuri alijisemea, macho yakiwa yamejaa machozi. Ghafla mwanga mkali ulitanda ukumbi mzima na sura ya roho ya Elira ikatokea mbele yao ikizungumza kwa sauti ya utulivu. Binti yangu e, ikiwa uko hapa, basi dunia iko hatarini. Kuna nguvu kubwa zinakuja, na ukoo wa kifalme wa Enaria ndio pekee unaweza kuizuia lakini ni lazima usimame kama malkia wa kweli, mwenye huruma, busara na ujasiri. Elian alinama kwa heshima, tutakulinda kwa kila njia. Roho hiyo ikawa na sauti ya onyo, lakini beware, imsaliti yupo karibu yenu, mtu mmoja mliyesafiri naye hataki Enaria irudi, anakula kiapo kwa mfalme Alma. Wakati huo huo huko Zamari, Luteni Kilo alipeleka ripoti kwa mfalme, wameingia msitu wa Enaria lakini hakuna anayetoka huko akiwa hai sire. E, isipokuwa akiwa mrithi halali. Mfalme Almar alikandamiza meza kwa hasira. Basi ikiwa ataishi i ni lazima afe kabla hajavuka mpaka wa nuru. Tuma kikosi maalum, wale wenye sumu ya kivuli. Usiku ulipoingia ndani ya msitu, Zuri na Elian walipumzika karibu na mto wenye maji ya lulu. Wakiwa kimya walitazamana mapenzi yao yakiwa bado yanakuwa katikati ya giza la hofu na hatima. Naogopa Elian, Zuri alisema, lakini siogopi kwa ajili yangu, inaogopa kwa ajili yako. Elian alimgusa mkono, macho yake yakimwangalia kwa hakika. Tutavuka kwa sababu wewe si msichana wa kawaida tena, Zuri, wewe ni tumaini la dunia hii. Wakachimba shimo dogo na kuzika kito kidogo cha Enaria kama agano la kuwa wa moja hadi mwisho. Lakini wakati hawajui, mtu aliyekuwa karibu sana na Elian alifuatilia kila hatua yao, Arin, mlinzi mdogo wa kifalme aliyekuwa rafiki wa Elian tangu utotoni. Alipewa kazi ya siri, penye nafasi mdunge sumu ya kivuli. Na nafasi hiyo ilikuwa inakaribia e. eh. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya nane.